Baadhi ya vijana wa halmashauri ya manispaa ya Morogoro wameiomba serikali kuangalia uwezekano wa kutungwa kwa sera na sheria ambayo itasaidia kuweka ukomo wa matumizi ya simu kwa watoto walio na umri mdogo ambapo wamesema itasaidia kuepusha na changamoto ya matukio ya unyanyasaji ambayo watoto wengi hukutana nayo katika mitandao ya kijamii. Taarifa zaidi na Remi Yasinti. Tafiti iliyofanywa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia wanawake na makundi maalumu kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la kuhudumia watoto mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ulibaini kuwa asilimia sitini na saba ya watoto wenye umri wa miaka kumi na mbili hadi kumi na saba wanatumia mitandao ya kijamii huku asilimia nne wakiwa tayari wamekutana na uhalifu mtandaoni na asilimia tano tayari wamepitia changamoto ya kulazimishwa kutuma picha zenye viashiria vya ukatili mitandaoni. Kwa hiyo tunaona hili ni tatizo, na hata kama takwimu sio kubwa sana, lakini ukiangalia watoto wengi wa umri huo wanaingia kwenye mitandao, maanake ni rahisi kukutana na watu ambao ni wahalifu ambao wanaweza kuwarubuni na kuweza kuwafanyia ukatili mtandaoni. Kufuatia kuendelea kuwepo na matukio hayo, wazazi na walezi wanapaza sauti zao kwa mamlaka husika kuwe na uh, some of kanuni ambazo zitasaidia watoto wakawa wanakuwa protected, ili waweze kutumia hii mitandao vizuri. TBC inakutana na mtaalamu wa usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali hapa. Anaweka bayana umuhimu wa ulinzi wa mtoto mtandaoni. Sasa hivi lazima watoto wawekewe mkakati mahususi wa kuwalinda dhidi ya changamoto zote za kiusalama ama za kimtandao, uh, ama za ukatili mitandaoni. Je, sheria inasemaje juu ya suala hilo? Uh, makosa ya mtandao ni makosa ya jinai kama makosa mengine. Kwa hiyo sheria inaangaliwa katika uh, sheria ya makosa ya mtandao katika kuhakikisha ulinzi kwa mtoto mtandaoni unaimarishwa, wizara ya maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalumu kwa kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo wanakutana mjini Morogoro kujadili masuala muhimu yatakayosaidia kuongeza ulinzi kwa watoto mitandaoni. Tunaamini hili ni kundi muhimu, hawa wataalamu ambao wanatoka katika mikoa wa hiyo, ambapo kuna maafisa maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii maafisa elimu na wakuu wa dawati la jinsia la polisi. Reni Yasinti, KBC Morogoro.